Hello habari, karibu kuna chaneli yetu nzuri ya Usiteseke tena. Leo kuna mada muhimu sana hapa tujifunze, ni mikakati ya kujiimarisha kifedha katika uchumi huu usiotabirika. Katika dunia ya leo, mabadiliko ya kiuchumi ni ya ghafla, hutokea bila taarifa zilizotangulia kutuandaa kuyapokea hayo mabadiliko: kupanda kwa bei, kushuka kwa thamani ya fedha, ukosefu wa ajira na migogoro ya kisiasa vinagusa kila kona ya maisha ya kifedha ya watu. Mtu mwenye busara hatarajii tu kuishi kwa bahati, ila hujipanga kwa hekima kabla ya dhoruba ya kiuchumi kumfikia. Ili kujiimarisha kifedha katika hali hii ya kutotabirika, hapa kuna mikakati ya msingi. Mkakati wa kwanza: jenga akiba ya dharura. Akiba ya dharura ni kama ngome ya mwisho ya ulinzi dhidi ya misukosuko ya kiuchumi. Jitahidi kuweka akiba inayolingana na matumizi yako ya miezi mitatu hadi sita. Akiba hii iwe katika akaunti rahisi kufikiwa, lakini isiyo rahisi kuitumia kiholela. Jitahidi kutenga kwanza fedha ya dharura kabla ya matumizi mengine yoyote. Mkakati wa pili ni Punguza gharama zisizo za lazima. Uchumi ukibadilika vibaya, wale wanaotumia fedha kwa busara hupata unafuu kidogo. Fanya tathmini ya matumizi yako, mfano ainisha ni vitu gani unaweza kuacha bila kuathiri maisha yako. Jifunze kuishi chini ya kipato chako. Elewa kwamba kila shilingi unayookoa leo ni kinga dhidi ya taabu ya kesho. Mkakati wa tatu Wekeza kwa maarifa, sio tu kwa matamanio. Badala ya kuwekeza kwa kufuata mkumbo au tamaa ya faida ya haraka, wekeza katika maeneo yenye msingi imara. Elimu ya kifedha, ujuzi mpya, au biashara ndogo zinaweza kuwa uwekezaji wenye thamani zaidi ya mali inayoyumbayumba thamani yake kila siku. Siku zote watu wenye maarifa sahihi huinuka katika hali ya ukame wa uchumi. Mkakati wa nne: kuwa na vyanzo zaidi ya kimoja vya mapato. Usitegemee kazi au chanzo kimoja cha mapato. Tafuta njia za kujiongezea kipato, kama kuanzisha biashara ndogo, uwekezaji mdogo au kutumia vipaji vyako. Kila chanzo kipya ni kinga dhidi ya kupoteza uhuru wa kifedha. Lakini namna ya tano ni dhibiti madeni kwa hekima. Madeni ni minyororo inayokufunga usiwe huru kifedha. Lipa madeni yenye riba kubwa haraka iwezekanavyo. Epuka madeni ya anasa, kama kununua vitu visivyoongeza thamani kwa mkopo. Ukidhibiti madeni, basi unajenga uhuru, ukiyapuuza unajenga kifungo. Mkakati wa sita ni endelea kujifunza na kufuatilia mabadiliko ya uchumi. Elimu ya kifedha siyo tukio, ni safari inayoendelea. Soma vitabu, fuatilia mafunzo, sikiliza wataalamu, na kuwa tayari kubadilika unapohitajika. Siku zote mtu anayejua mwelekeo wa upepo hubadilisha mwelekeo wa jahazi lake mapema. Na mwisho, uchumi hauwezi kuwa thabiti kama tunavyotamani lakini maandalizi binafsi yanaweza kuleta utulivu wa kudumu. Kujiimarisha kifedha si tu kuhusu kuwa na pesa nyingi, bali ni kuhusu kuwa na uwezo wa kuthamini na kustahimili mawimbi na kusonga mbele bila kuyumbishwa na upepo wa kuishiwa. Naitwa Angela Kanine. Jiongeze maarifa kwa kitabu chetu cha ujanja wa fedha, tucheke WhatsApp kwa simu namba sifuri saba tano tano tatu sifuri mbili sita sita nane. Asante na karibu.